Allah anasema kalla idha balaghat at-taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq ila rabbika ya umma idhil masaq. Hivi ndugu yangu, umeshaosha maiti? Umeshajaaliwa na Allah ukaosha maiti wewe? Hivi umeshamuona mtu ambaye aliyekuwa na kibri au aliyekuwa anaweza kusema hapiti mtu hapa na hapiti kweli kwa nguvu ushujaa alokuwa nao kila mmoja anamwogopa. Umeshabahatika ukamwona anavooshwa mtu yule, mtu ambaye anavuliwa nguo ambazo zile ambazo alizokuwa amezivaa, anawekwa pale, hana lolote yeye, anaamriwa tu, watu wanamshika pale, wanammwagia maji, wanamkosha. Umeshashuhudia mtu wakati wa kumwosha maiti? Allah anasema kalla idha balagat taraki, sio hivyo nisi majeuri, ila roho itakapofika kwenye mitulinga ya mabega, wakati inataka kutoka hapa, wakila man raq, watu wanasema jamani, daktari gani aliyekuwa bingwa maradhi haya, labda tuende katika hospitali fulani au hospitali fulani au kuna bingwa fulani, wadhanna annahu lfiraq, lakini yeye anajua m -m -m ana yakini kwamba anaelekea kwa mola wake. Sasa roho imekatika, waltafati saku bisak, unachukuliwa mguu huu na mguu huu vinawekwa pale, wanaanza kumwosha na kumvika sanda. Hapo umeshatafakari, umeshaangalia itakuwaje wewe siku ambayo unakoshwa, siku ambayo wewe unavikwa sanda, siku ambayo unatolewa kwenye nyumba yako ulioijenga kwa thamani, unatolewa mule unapelekwa kwenye makaburi. Umeshafikilia hayo? ila rabbika yauma idhil masaa, siku hiyo ni kuchungwa tu kupelekwa mola wako, kila mmoja yuko bize na wewe e, bana, anazikwa saa ngapi huyu maiti, itaswaliwa wapi jamani, wapi? Kila mmoja anakushughulikia wewe, pengine ndugu zangu, kuna watu wanataka wakuondoe kwenye ardhi hii ukazikwe haraka, sio kwa sababu ya mapenzi tu. Ah, ah. pengine wengine wana kazi zao wanataka wakazimalizie, wanakuona wewe unawapotezea muda, wanataka kuondoe kwa haraka tu, wana mambo ya kuwashughulisha. Jiandae ya ndugu yangu katika imani. Namwomba Allah tabaraka wa taala atujalie, atupe mwisho uliokuwa mwema, aturuzuku mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu, safari haina mjanja, kwa mimi mjanja, aa, yataka taufiki ya Allah, maombi kwa Allah. Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Hakuna mjanja kwenye ulimwengu ila yule ambaye anakubali kubadilika, akatubia kwa Mola wake, akaelekea kwa Allah akiwa Allah amemridhika.